Watu wengi hufikiri kwamba msamaha ni dawa ya kila tatizo kwenye mahusiano. Tumeambiwa samehe saba mara sabini. Lakini je, umewahi kujiuliza kwa nini unaposamehe baadhi ya watu, badala ya mambo kuwa mazuri, unazidi kupoteza amani na kujiona huna thamani? Kuna mstari mwembamba sana kati ya kuwa mtu mwema na kuwa dampo ambalo watu hutupia uchafu wao. Leo. Hatutazungumzia makosa ya kawaida ya kibinadamu. Leo tunazama kwenye kina cha saikolojia. Nitaenda kukutajia aina saba ya dharau ambazo ukiziona na ukizisamehe kwa maana ya kuruhusu ziendelee, unajichimbia kaburi la hisia zako mwenyewe na kuomba ukae na mimi mpaka mwisho kwa sababu dharau namba saba ndio hatari kuliko zote. Hii ni dharau ambayo imejificha, inakuja kama upendo inakuja kama utani lakini ndiyo inayoua self confidence yako kuliko kitu chochote duniani. Watu wengi huigundua wakiwa wamechelewa sana. Usiwe mmoja wao. Kama unataka kulinda amani yako mwaka huu na kuacha kuwa mtu wa kuonewa, gonga hiyo subscribe button na uwashe kengele ya taarifa. Kwa kufanya hivyo, unajiunga na jamii ya washindi tayari. Asante, twende kazi. Namba moja: utani wa kudhalilisha mbele za watu public disguised humor. Hii ni pale mtu anapokudhalilisha mbele za watu, anakusema vibaya kuhusu mwonekano wako, akili yako, au mapungufu yako, halafu ukikasirika anasema ah, mbona unakuwa serious sana, nilikuwa natania tu. Sikiliza kwa makini, utani unaokuumiza wewe ili kuwafurahisha wengine sio utani, ni sumu. Kwa nini hupaswi kusamehe na kuiruhusu hii? Saikolojia inatuambia kwamba mtu anayekudhalilisha hadharani anajaribu kupandisha hadhi yake social status kwa kukushusha wewe. Akifanya hivyo mara ya kwanza, ukacheka, umempa kibali. Akifanya mara ya pili, ukanyamaza, umethibitisha udhaifu wako. Usisamehe hii kwa maana ya kupuuza, ikomeshe. Mtu anayekupenda na kukuheshimu atakulinda mbele za watu. Ukiruhusu hii iendelee unapoteza heshima kwa jamii nzima, sio kwa huyo mtu tu. Namba mbili: kuvuka mipaka ulioiweka wazi, Violation of explicit boundaries. Hii ni pale ambapo umesema hapana kwa kitu fulani, umeweka mpaka wazi, lakini mtu huyo anaofunja makusudi, akijua hufanyi lolote. Mfano, umemwambia rafiki au mpenzi, sipendi unavyoongea na mimi kwa sauti ya juu au sipendi unavyokopa pesa bila kurudisha, lakini kesho anafanya vile vile. Hii ni dharau kubwa sana. Haimaanishi tu kwamba hasikii, inamaanisha hakuogopi na hakukuheshimu. Watu wengi husamehe hapa, wakisema, ah, labda alisahau. Hapana, mtu anayejali thamani yako hawezi kusahau kitu kinachokuumiza. Unaposamehe mtu anayevuka mipaka yako bila yeye kuonyesha mabadiliko ya dhati unamfundisha jinsi ya kukutesa zaidi. Kanuni ya maisha, you get what you tolerate, yaani unapata kile unachokivumilia. Ukivumilia mpaka wako kuvunjwa, unakuwa uwanja wa fisi, sio bustani. Namba tatu, ukimya wa kuadhibu, the silent treatment au stonewalling. Hii inawaumiza wengi kwenye mahusiano ya mapenzi na hata urafiki. Mna ugomvi au umekosea kidogo. Badala ya kuongea na kutatua, mtu huyo anakupiga bloki ya maisha, haongei na wewe siku tatu, wiki, mwezi. Unabembeleza, unalia, yeye yupo kimya. Hii inaitwa manipulative silence. Kwa nini hupaswi kuichukulia poa? Kwa sababu huu ni unyanyasaji wa kihisia, emotional abuse. Anatumia ukimya kukufanya ujione mkosefu, ujione hufai na uwe desperate. Ni dharau kwa sababu anaonyesha kwamba hisia zako na amani yako havina uzito kwake. Mawasiliano ndio uhai wa mahusiano. Mtu anayechagua kukutesa kwa ukimya badala ya kuongea na wewe kama mtu mzima, huyo hafai kuwa kwenye meza ya maisha yako. Ondoka au weka msimamo mkali. Namba tatu: kukulinganisha na wengine, weaponized comparison. Hii inauma sana. Mbona huna akili kama fulani? Mbona mke wa fulani anajua kupika kukushinda? Angalia maisha ya rafiki yako, wewe una nini? Dharau hii ina lengo moja tu, kuharibu self-esteem yako. Hupaswi kusamehi kauli za kulinganishwa kwa sababu wewe ni wa pekee, unique. Mtu anayekulinganisha na wengine anakuambia kwa lugha nyingine kwamba wewe hutoshi kwangu, na ukisamehe na kujaribu kubadilika ili ufanane na huyu anayekulinganisha naye utapoteza utambulisho wako identity. Utakuwa mtumwa wa kutafuta validation ambayo hutaipata kamwe. Jibu la dharau hii sio kujieleza, ni kujiondoa kwenye hiyo mazingira. Namba tano, kupuuza mafanikio yako, dismissal of achievement. Umepata kazi mpya, umefaulu, au umepunguza uzito. Unaenda kwa furaha kumwambia mtu wako wa karibu, jibu lake "Hiyo kazi mbona ndogo tu, au watu wengi tu wanafanya hiyo, sio ni jipya." Au wanabadilisha mada haraka sana kwenda kwenye shida zake. Huo ni wivu uliojificha kwenye dharau. Kumbuka hii, mtu asiyeweza kupiga makofi wakati unashinda, anakuombea uanguke. Kusamehe hapa ni kwamba unaacha kumshirikisha habari zako njema. Lakini ukilazimisha kushea furaha na mtu anayedharau, unaua motisha yako mwenyewe. Hawa ni energy vampires. Kataa nishati hii. Namba sita: chronic flakiness and lying. Hii inahusu muda na uaminifu. Mtu anakuambia tutakutana saa nne, anafika saa tano bila hata kuomba msamaha, au anaahidi kukusaidia jambo, siku ikifika anapotea hewani. Kuna watu wanasema ah, ndivyo alivyo. Hapana, muda ndiyo rasilimali pekee ambayo huwezi kuirudisha. Mtu anayechezea muda wako anakuambia wazi wazi, maisha yangu ni muhimu kuliko yako. Hii ni dharau ya kiwango cha juu. Ukiisamehe mara nyingi, unajishusha thamani, watu huona huna kazi za kufanya. Hupaswi kusamehe tabia ya mtu kufanya muda wako kuwa ni option. Kuwa na viwango. Kama mtu hawezi kuheshimu ahadi ndogo, hawezi kuaminika kwenye mambo makubwa. Namba 7, kubadili ukweli wa mazingira, Gaslighting. Hii inatokea pale mtu anapokukosea wazi wazi, au unaona ushahidi, lakini anakugeuzia kosa mpaka wewe unaanza kuomba msamaha. Anasema wewe una wivu sana, ndio maana unawaza hivyo. Anakufanya utilie shaka mkumbukumbu zako na akili yako. Kwa nini hupaswi kamwe kusamehe hii? Kwa sababu gaslighting inaua reality yako. Ukibaki na mtu aina hii, utapoteza uwezo wa kujiamini, kufanya maamuzi. Utakuwa tegemezi kwake ili akutafsirie dunia. Hii siyo dharau tu, ni ukatili wa nafsi. Ukigundua mtu anafanya hivi, kukataa ukweli ulio wazi ili kukufanya ujione mjunga, kimbia, usiangalie nyuma. Hapo hakuna msamaha wa kubaki naye, kuna msamaha wa kumwacha aende ili upone. Ndugu yangu, kusamehe ni kwa ajili ya amani yako. Ndiyo, lakini kusamehe haimaanishi kumpa mtu huyo huyo nafasi ya kukuumiza tena kwa njia ile ile. Dharau ni kama kansa, ukiilea inasambaa. Linda moyo wako, linda thamani yako. Wafundishe watu jinsi ya kukuheshimu kwa kile unachokikataa, sio kile unachokikubali. Kati ya hizi aina saba ni ipi imewahi kukutokea na ilikuuma fana, na ni ipi unaipambana nayo sasa? Niandikie kwenye comments hapo chini, nasoma zote na nitakujibu. Kama video hii imekugusa, tafadhali share na mtu mmoja unayempenda. Asante kwa kutazama.